Ilikuwa ni siku ya Jumatatu tulivu, muda ambao jua lilikuwa linaelekea kuzama huku likiacha mwanga wa dhahabu katika mkoa wa Tabora, Juni 16 mwaka ule wa hekaheka heka nyingi za uchaguzi nchini Tanzania, mwaka wa no reforms no election, mwaka wa Oktoba tunatiki pindi vifo vya watu watano vilipotikisa mioyo ya kila mwenye hisia katika kata ya Lugubu Igunga, mkoani Tabora, ndipo yalipokuwa makazi ya wapendana nao wawili, Gangwa Tungu Mahigi akiwa ni binti mbichi kabisa kiumri, na mumewe kipenzi Bwana James. Waliishi maisha ya mke na mume mpaka kufikia kujaliwa kupata matunda ya uhusiano, wengine wanaita matunda ya ndoa, watoto. Mwaka elfu mbili kumi na saba Bikangwa mahiki alipokuwa na usichana wa miaka kumi na saba alipata zawadi ya beseni kwa mara ya kwanza kutoka kwa wampendao na marafiki na James na mke wake walijaliwa kupata kifungua mimba. Huyu tumwite nani? Tafakuri na mijadara ya kumpatia mtoto jina ikatawala kama kawaida, na hatimaye jina la Sengi likapata bahati, tutamwita Sengi. Wakafurahi na kupongezana kwa baraka hiyo walionayo. Hali ikawa kama hivyo, baraka za watoto zikaendelea kuaminikia mishidi ya mvua, kwani miaka miwili baadaye Bikangwa akiwa na umri wa miaka kumi na tisa aliipatia familia hii mtoto mwingine. Huyu akaitwa Simon, na Simon James akachukua cheo cha mtoto wa pili katika familia hii. Watoto na watoto, hatimaye familia ikawa na watoto wanne, wa mwisho kabisa akiwa amezaliwa miezi saba iliyopita huyu ambaye bado ananyonya nyonya la mama yake kwa kushikiwa, alikuwa akiitwa Kashinge James. Mapenzi ni bustani ya maua, yanachanua kusinyaa na hata kufa. Muda mwingine penzi la James kwa mwanamke mwingine lilianza kutafuna kwa kasi mizizi ya penzi lake la awali.